Ukraine inadai kuzipiga takribani ndege 40 za kivita za Urusi, katika kile kinachoonekana kuwa moja ya mashambulizi makubwa zaidi ya anga dhidi ya miundombinu ya kijeshi ya Urusi tangu kuanza kwa vita mnamo Februari mwaka 2022. Kulingana na taarifa rasmi kutoka kwa Idara ya Usalama ya Ukraine SBU, mashambulizi hayo yalilenga hasa ndege za kivita za kimkakati za Urusi ambazo zina uwezo wa kubeba makombora ya masafa marefu na silaha sasa, zaki vita, zaki za kisasa. ndege za kivita za kimkakati za adui zinateketea kwa wingi nchini Urusi, ilisema taarifa hiyo, ikieleza kwa Ukraine imeendesha operesheni kubwa maalum inayolenga kuharibu ndege za adui katika maeneo ndani ya Urusi. SBU ilitoa video ya kutisha inayoonyesha kile kinachodaiwa kuwa shambulio la ndege zisizo na rubani katika uwanja wa ndege wa Belaya ulioko katika mkoa wa Ikuski, Siberia umbali wa maelfu ya kilomita kutoka mstari wa mbele wa mapigano mashariki mwa Ukraine. Video hiyo inaonyesha milipuko mikubwa ikifuatiwa na moshi mzito, ishara ya uharibifu mkubwa. Ripoti nyingine zinaonyesha kuwa uwanja wa ndege wa Olenya karibu na mji wa Momaski katika Arctic ya Urusi pia ulikumbwa na mashambulizi. Uwanja huo unajulikana kuwa na ndege za kivita aina ya TU-95, TU-160 ambazo zinatumika kufyatua makombora ya masafa marefu dhidi ya Ukraine. Vyombo vya habari vya serikali ya Urusi vimekiri mashambulizi hayo, lakini vimebaadai kuwa mifumo ya ulinzi wa anga imefanikiwa kuzuia baadhi ya mashambulizi hayo. Hadi sasa, Urusi haijatoa tamko rasmi juu ya idadi kamili ya ndege zilizoharibiwa, lakini wachambuzi wa kijeshi wanasema kuwa ikiwa idadi ya ndege arobaini ni sahihi, basi hii itakuwa ni pigo kubwa zaidi kwa uwezo wa Urusi wa kuendesha vita vya anga kwa umbali mrefu, hasa dhidi ya miundombinu ya kiraia ndani ya Ukraine. Wakati huo Ukraine wa imedai kuwa usiku wa kuamkia jana ilikuwa na mojawapo ya mashambulizi makubwa ambapo zaidi ya ndege zisizo na rubani 472 pamoja na makombora saba ya masafa marefu yaani ballistic na ya cruise yalirushwa dhidi ya malengo mbalimbali nchini humo. Jeshi la Ukraine linasema kuwa kati ya hayo limefanikiwa kudungua malengo ya angani 385 huko, sehemu kubwa ya mashambulizi hayo yakielekezwa katika mji wa Kiev, Nipro na Odessa. Licha ya mafanikio hayo, baadhi ya makombora yalifika malengo na kusababisha uharibifu mkubwa na vifo vya raia wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanaona hali hii ni kama hatua mpya katika vita vya kiteknolojia kati ya Urusi na Ukraine, ambapo mashambulizi ya drones mbalimbali mbali kwa umbali mrefu yamechukua nafasi kubwa kama silaha za kisasa zenye ushawishi mkubwa katika mwelekeo wa vita.